Wanawake wengi sasa hivi mimba kwa imekuwa kama surprise. Ni vitu gani ambavyo vinaweza kupelekea msichana kupata ujauzito bila kutarajia? Tutazame sababu tatu ambazo zinaweza kuchangia kwa hisi kubwa mwanamke kupata ujauzito. Kwa kutazama sababu hizi, zitakufanya uweze kuwa salama zaidi, lakini kwa kupigana changamoto kupata ujauzito bila kutarajia, na hii itakufanya kuwa salama zaidi. Moja, mwanamke anaweza kupata ujauzito kwa kuweza kushindwa kutambua mzunguko wake na kuweza kutambua ni siku gani za hatari kwake, ambayo itakayomfanya yeye kuweza kupata ujauzito. Hapa ndio tunapata maana halisi ya kuweza kutambua mzunguko wako na kuweza kuunda zaidi ya kupata ujauzito mapema zaidi au kupata ujauzito ambao haukutarajia. Inawezekana ukawa na mwenzo wako ambao mnashiriki mara kwa mara tendo la ndoa. Sasa ni kipindi gani ambacho haupasi kushiriki au kipindi gani ambacho ukishiriki unakuwa katika hatari? Lakini ni vyema ukapata uka kufahamu mzunguko wako na kuweza kuwa salama zaidi, maanake mama lazima ujiende zidi ya vitu vyote ambavyo vinaweza vikawa hatarishi au kupelekea kupata ujauzito, ikiwemo kufahamu mzunguko wako, lakini wakati ambapo unashika tendo la ndoa kuweza kutumia kinga ambayo itaweza kukufanya kuwa salama kipindi chote, au kuweza kulinda zile ya changamoto kuweza kupata ujauzito. Hiyo sababu ya kwanza ambayo mwanamke anashika tendo la ndoa, kwa kuweza kushindwa kutambua ni siku gani kwake za hatari ambazo zinaweza zikachangia kwa kiasi kubwa kuweza kupata ujauzito. Sababu ya pili, ikiwemo kubako kwa mwanamke, maana yake mwanamke imetokea hakutaka kushiriki tendo la ndoa au hakutaka kushiriki kwa kipindi hicho kutokana na changamoto ambazo anapitia za kiafya, inawezekana akaa katika siku zake za hatari, au inawezekana ndugu yake akamlazimisha na kupelekea kufanya tendo la ndoa au kubakwa, lakini mwisho wa siku akapata ujauzito. Hii ni sababu ya pili ambayo inapelekea wanawake wengi sana kupata ujauzito. Inawezekana wewe pia mwenyewe ukawa na mwenzako, lakini ukawa ume umelala. Hapa nazungumzia kijijini au maisha halisi ya watu wengi sana wale ambao wanaishi na watu ambao ni walevi au wanaume wao ni walevi. Baada ya kunywa pombe, huwa anatamani akirudi nyumbani apate kiburudisho tiba, yani maana yake apate kushiriki tendo la ndoa na mwenza wake. Sasa anajikuta na huda, analazimisha mwanamke na unajua, upo katika siku za hatari, unajikuta akishiriki tendo la ndoa. Hii ni sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea mwanamke kupata ujauzito bila kutarajia. Sasa namna kujilinda na vitu vyote hivi ni no, wewe mwanamke kuwa na tahadhari na kuweza kutumia kinga ambayo inaweza ikawa salama kwako. Unafahamu kwamba ukiwa mwanamke ndani ya ndoa haupaswi kutumia kinga in terms of condom, kwa maana yake unapaswa kwenda kabukabu, ambapo ni lugha ambayo imeeleweka zaidi. Sasa namna ambavyo mama unaweza kujisaidia ni kuweza kutambua siku gani kwako za hatari, ni wakati gani ambapo ushiriki tendo la ndoa inawezekana ukawa miongoni mwa watu kupata ujauzito, lakini ni kujua namna ambavyo unaweza kuziepuka kumwagia mbegu za mwanaume au kumwagia shahawa za mwanaume. Kwa hiyo muda ambao unashiriki tendo la ndoa ni vyema pale ambapo mwanaume anakaribia kuja kuleti au kutoa mbegu zake za kiume, ni vyema ukam ukamsaidia kwa kuchomoa nje na kuweza kumwagia nje. Hii itakufanya wewe uweza ku uweza kutopata ujauzito ule ambao umetarajia, kwa wale ambao mko ndani ya ndoa na mwanaume mkulazimisha kufanya tendo la ndoa. Sababu nyingine inawezekana kama alizo kiafya ambayo mwanamke anakutana nayo wakati wa msichana wake au wakati ambapo atakuwa amezaa, labda inawezekana kama apoteza ujauzito na anaanzifika tena kupata ujauzito mwingine, au inawezekana mwanamke kana kupitia matatizo ndani ya kiafya katika mji wake wa mimba, na daktari akamshauri kuweza kupata ujauzito. Ni sababu nyingine ambayo inampelekea mwanamke kupata ujauzito bila kutarajia. Sasa vitu vyote hivi ni vitu ambavyo vinachangia kupa kwa kiasi kubwa msichana kupata ujauzito kwa baada ya kujisi. Sasa mjamzito, ni vitu gani ambavyo unakosa mwanamke makini? Hapa tumzungumzie mama ambaye tayari asipata ujauzito, na tumesema kwamba kwa mara nyingi wanawake wengi, sasa mimba imekuwa kama surprise ni vitu gani yeye akivifanya kwake vinaweza vikawa salama kipindi chote ambacho atakuwa amegundulika kwamba ni mjamzito, kutokana na kutopanga au inawezekana amepanga. Tuzungumzie mwanamke ambaye atakuwa na miezi miwili ya mwanzoni ya mimba, kipindi cha mwanzo kabisa cha mimba mwanamke atakuwa nayo. Ni vitu gani makini ambao unapaswa kuwa navyo, au vitu gani ambao anatakiwa kuvifanya kuweza kuwa salama zaidi? Hapa tutamzamu mwanamke ambaye hajaweza kutambua kwamba ni mjamzito, lakini baada ya kujisi mjamzito vitu gani ambao wanapaswa wanawe makini zaidi? Kwanza, kwa mwanamke ambaye hawezi akajitambua au hajajitambua kama ni mjamzito, kwanza utaanza kuona dalili ya kukosa period. Ni ishara ya kwanza kukuonyesha kwamba mwanamke ana dalili ya kuwa ni mjamzito, lakini kuna sababu nyingi za kuweza kupelekea msichana kukosa ujauzito, ya kuweza kukosa period. Lakini tutazame mwanamke ambaye tayari ni mjamzito. Kwa hiyo, kwa dalili ya kwanza kuona ni mwanamke, utapata hali ya kukosa period ni muda mwezi mmoja na kuendelea. Hapa ndo maana wanawake wengi sana wamekuwa wakichelewa kufika hospitalini, kwa sababu labda inawezekana alikutana na changamoto mbalimbali za kiafya na kupelekea kukosa period, au mzunguko wake ukawa hauko sawa, akawa nakosa period, akawa nakuuzia mwezi unaofuata, akawa nakuuzia mwezi unaofuata, baada ya kukosa alikuta, baada ya miezi mitatu, mbona anashtuka, mbona miezi mitatu sikuingia? Ndio anafika hospitali kwa kuchelewa zaidi. Utakapojihisi umekosa period mapema zaidi nilionga kwa daktari na kuweza kuzidisha kwamba ni mjamzito au sio mjamzito. Lakini kuna vitu kadhaa ambavyo mama anapaswa kuzingatia, kuweza kufanya kuwa salama kipindi chote ambacho tutakuwa tumepata, kipindi chote ambacho tutakuwa katika hali ya ujauzito, au baada ya kujisikia mjamzito, tena miezi miwili ya mwanzo. Kwanza mama, tutakushauri sana lishe, lazima ubadilishe mtindo wako wa maisha, lakini pia lazima ubadilishe na lishe ambayo tutakuwa utakuwa unakula kipindi chote kwa miezi miwili ambapo tutamshauri mama kuweza kutumia da sana vidonge vya folic acid, tutamshauri kutumia iron, tutamshauri kutumia vitamini A, C na D, ambayo vinaweza vikawa msaada mkubwa kwa upande wa chakula, na hiyo yote itakutana na changamoto ambazo mama anaanza wakati unajitoka na kuelekea kujifungua. Baada ya kujifungua iko upande wa mtoto, lakini mama tutamshauri kufanya sana mazoezi, ambapo kwa kitakuwa msaada na kuweza kumfanya kuimarisha misuli yake ya mwili na kumfanya kuweza kupata usingizi usiku au kuwa na hali ya, ya kuangalia na miguu kuvimba muda mwingi Mama atakayefanya mazoezi sana pale ambapo utajisi mjamzito ni kwa muda usiopungua nusu saa kwa siku, atakuwa katika hali ambayo ni usalama zaidi. Lakini mama tutamshauri kuweza ku limit kiwango chake cha uzito. Inawezekana ukawa na uzito mkubwa au inawezekana ukawa na uzito mdogo. Hapa nakupa attention mama au nakupa tahadhari kwamba wakati wa ujauzito unapotokea mama umeongezeka sana uzito au uzito wako umekuwa kwa kasi sana, ni vyema kwa madaktari na kuanza kuweza kutambua chanzo cha hiyo cha kuongezeka uzito wakati ambapo mama atakuwa katika hali ya ujauzito. Lakini mwishoni tunakushauri mama kuweza kukaa na vitu vingi sana ambavyo vinaweza kupelekea wewe kwa kuhatarisha ujauzito wako lakini si kuhatarisha tu ujauzito. Hata afya ya mama kipindi chote ambacho atakuwa katika hali ya ujauzito. Na hiyo kuweza kupelekea mama akavuja sana damu wakati wa ujauzito wake au akajifungua mtoto ambaye na uzito mdogo au akajifungua kabla ya wakati na baada ya kujifungua mtoto akawa mwenye kudhurika kutokana na matumizi ambayo ya vitu mama alikuwa anatumia kupata ujauzito wake au kabla kupata ujauzito hapa. Tu wao tunashauri mama kuweza kuacha kutumia sidaa, sigara, pombe na matumizi yote ya dawa holela ambayo watakuwa ni hatari. Hivi ni vitu ambavyo vinaweza kukulinda mama ukawa salama na vitu ambavyo vinaweza kufanya kuwa katika hali ya usalama kipindi chote ambacho watakuwa kupata ujauzito, lakini kwa yeye ambaye tayari mjamzito, kipindi ambacho utakuwa katika hali ya ujauzito na baada ya kujifungua matatizo yote ambayo tunaona kimaumbile na changamoto nyingi ambazo watoto huwa na wanakumbana nazo ni hali ya mama kutumia vitu ambavyo si rafiki au kula chakula ambacho sio rafiki au kuacha kula chakula wakati ambapo atakuwa katika hali ya ujauzito. Ni vyema mama kutambua ni vitu gani ambavyo unapaswa kula, ni vitu gani ambavyo hupaswi kula. Upitie kitabu cha Uzazi Salama, ni kitabu ambacho nimeandika mwenyewe. Mama, utajifunza vitu vyote ambavyo vinaweza vikawa msaada na kuweza kupinda zaidi ya changamoto ambazo unaweza kuzipata katika ujauzito wako. Ni vyema ukapata kitabu hichi kwa kupata maarifa mbalimbali ya kiafya. Hapa tumezungumzia mama ambaye hajawahi kupata ujauzito, ni mtu gani ambaye unapaswa wanavyo makini zaidi wale ambao watamani kupata ujauzito, lakini wewe tu baada ya kujisikia mjamzito, ni vitu gani ambavyo ni vya msingi ambapo unapaswa kuzingatia wale ambao utagundulika kuwa ni mjamzito. Ukipata kitabu hichi utapata maarifa mengi zaidi lakini baada ya kujifungua pia utapata maarifa kwa sana mtoto wako, vitu gani vyote vya mtoto ambao unapaswa uwanawe makini. Baada ya kusema hapo, basi ni vyema ukajua ni vitu gani ambavyo vinaweza vikawa msaada pale tu mwanamke anapo anapokuwa katika hali ya ujauzito mapema zaidi, ndio imezimia mwanzoni. Kwa kama unahisi na maarifa mengi zaidi ambao unaweza kusaidia jamii, basi comment hapo chini, na wengine wanaweza kujifunza kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya ambao utakuwa msaada katika jamii na mtu mmoja mmoja ambaye natamani kujifunza zaidi. Asante na tuonane kipindi kingine.